Yalianza kama maono na sasa hivi ni matendo. Singida inafunguka, wana Singida, piga vigegere. Mheshimiwa Waziri Karibu Singida. Lakini nimekuja Singida kwa mambo mawili. Jambo la kwanza kuwapongeza uongozi wa mkoa wa Singida, mama yangu kipenzi Dendegu, nilikosa muda wa kutosha kukupongeza kwa kazi kubwa na nzuri ya kuandaa Mei Mosi. Leo nimekupata ukiwa na mpetulia, pokea maua yako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mei Mosi ndiyo shughuli kubwa ya kitaifa, na ili upewe kuiandaa wanaangalia vitu vingi namna yako unavyofanya kazi na wasaidizi wako idara mbalimbali, mahusiano yako na wananchi wako, ndio unapewa heshima. Heshima, heshima uniopewa kuandaa maibozi, apewi kila mtu. Umepewa wewe kwa sababu unastahili. Staidi sana kwa mkuu wa mkoa, lakini pongezi ziende kwa mkuu wa wilaya atago mheshimiwa, madiwani, viongozi wa chama na serikali mpokee wenu na mpokee pongezi nyingi sana Mheshimiwa Naibu Waziri, nataka niwaambie kwa nini tuko hapa leo Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mradi wa TACTIC ni mradi ambao unatekelezwa katika miji na majiji 45 mradi huu unatekelezwa katika majiji matano katika manispaa 16 katika miji 24 peke yake. Ni mradi ambao hauwezi kuletewa fedha kama hakuna usimamizi mzuri wa fedha katika manispaa hiyo au katika mkoa huo. Hauwezi kupewa fedha za TACTIC kama hakuna mahusiano mazuri kati ya viongozi na wananchi wa thamani ya shilingi dola za Kimarekani milioni mia nne na kumi. Kwa hiyo wanaangalia mahusiano yetu, wanaangalia utendaji wetu. Manispaa ya Singida kupitia mkurugenzi wetu, dada yetu kipenzi, mwanamama huyu, Singida pete yenu leo na saini mkataba wa shilingi bilioni baba, kutoka kwenye zile dola bilioni 24 bilioni 748,966,236.05, leo zinasainiwa hapa. Linakwenda kujengwa soko la kimataifa la vitunguu soko la ghorofa, kutakuwa na ghorofa chini, kutakuwa na ghorofa juu, lakini kutakuwa na eneo maalum kwa ajili ya kuchambua vitunguu, kutakuwa na eneo maalum kwa ajili ya kukausha vitunguu, kutakuwa na eneo maalum kwa ajili ya kupaki vitunguu vipate levo vya kimataifa. Singida kelele na shangwe kubwa.

inasema kazi utu usonge mbele pale kwenye utu. Wameangalia usawa wa kijinsia katika ngazi ya maamuzi soko hili, kwa kuangalia usawa wa kijinsia ndio soko pekee linakwenda kuwa na chumba maalum, chumba maalum kwa ajili ya kina mama kunyonyeshea. Haijawahi kutokea. Chumba maalum mama, mama mja mzito au mama mwenye mtoto atakiwi kubaki nyumbani, anakwenda, kuna chumba maalum chenye AC, anamwandaa mtoto wake, anamnyonyesha mtoto wake. Piga makofi mengi kwa Daktari Samia kubwa Baada ya kukamilika soko hili, kutakuwa na wafanyabiashara elfu tatu kwenye soko hili. Makusanyo ya sasa hivi ni shilingi bilioni mia tatu. Baada soko hili kukamilika, tunakwenda kukusanya milioni mia tatu na tano haijawahi kutokea. e kuwapenda watu wao Mheshimiwa naibu waziri najua usije kuja kama hakuna mahusiano mazuri kati ya uongozi wa mkoa chama pamoja na wananchi hao na sisi kwa kutambua mchango wetu tumekuja kusema Singida ongereni Singida inafunguka, Singida ndio lango la uchumi soko la kimataifa ambao halipo popote Afrika mashariki linajengwa Singida. Nena Afrika mashariki yote, huwezi kukuta soko kama hii la mradi wa TACTIC linajengwa kwenu. Hongereni sana, na sisi kwa heshima tunawapa mnara wa heshima kama zawadi yetu kusema Singida imefunguka. Yalianza kama maono